ya karibu kwenye chaneli yetu hii ya daily life TV. Kama ni mara yako ya kwanza, tunaomba usubscribe hapo na ubonyeza alama ya kengele. Ah, karibu kwenye kipindi cha leo. Tunaenda kuonyesha namna gani tunaenda kuitoa mota ya single phase kwenye mashine ya tofali, na tutaenda kuifunga mota ya three phase kwenye mashine hiyo. Na mpaka tutaijaribu, tutakuwa wote hapa. Basi uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa video hii, na nia ya na hii tumeitoa kwa sababu kuu moja. Kwanza ilikuwa inazidiwa na mzigo, pili ilikuwa inaakiti sana kwa hiyo tukaamua tuitoe hii ya single phase, na tumeleta hii ya three phase. Nadhani mambo yatakaa vizuri, tutakuwa tumemaliza hili tatizo ambalo lilikuwa kwenye hii mashine.

ya hapo chini umfuko ungeutoa kwanza mwanangu, hapo. Hiyo inalingana hiyo. Iyo okutoa tu mwanangu, imekuwa kipengele yani naona tu bora u... uchane Emu, ilete hivi kwangu, ilete hivi hey, kwangu. matundu si yanalingana ya chini, yanalingana nayo yeah, eh hey. Sasa hapo hemu itoe huku leta huku yeah, itoe nje kabisa, tunataka tugonge puli, hiyo

ya pia hii mota yetu connection yake ni star, kwa hiyo tutaunga hapa, sababu hii ni star, kama ilivyoandika hapa kwenye nameplate. Hii connection yake ni star kwa voti mia tatu na themanini. Kwa hiyo ishabridge hapo star sta, kwanasitutaingizia umeme hapa na hapo tumemaliza. Em, ngoja tuijaribu hapa tuweze kuona kwamba inafanyaje. Inafanyaji, mjaribu hapo asha tafu